a na zoezi la kufanya eh, semina ya urakbishi kwa wadau wa biashara, ikihusisha wawakilishi wa vyama mbalimbali vya wafanyabiashara hususani viongozi, na tukiwaeleza kuhusiana na masuala ya namna ambavyo tume ya ushindani inatekeleza majukumu yake kwa mujibu wa sheria zake na swala hili limekuja hasa kwa sababu hivi karibuni, kama mnavyofahamu, sheria ya ushindani namba 8 ya mwaka 2003 ilifanyiwa marekebisho na bunge letu tukufu mwezi Septemba mwaka 2024. kwa hiyo kuna baadhi ya vipengele vya muhimu ambavyo pia nao ni kutia kabijiwa la kwanza. Lakini la pili, kama mnavyofahamu, ni kwamba mbali ya kuwa katika jumuiya ya Afrika Mashariki kama eneo la kikanda pamoja na jumuiya ya SADIK lakini sasa Tanzania pia ipo katika soko huru la Afrika. Kwa hiyo ni vizuri wafanyabiashara wetu hususan wa mkoa wa Mwanza ambao ndio kama tunasema ni kitovu cha biashara katika eneo la kanda ya Ziwa yana yana yana ya ziwa pamoja na eneo la mazao makuu, wakawa na utayari wa kuelewa kwamba kuna changamoto mpya zinazoibuka na wao wanatakiwa kujipanga vizuri kwa ajili ya kuweza kuwa sawa na ku kuwa washindani yani, washindani katika soko sio kwamba wao wangojee kuja kuwa sasa wao ndio wa, wanalalamikia wana sasa, mbona ushindani umeongezeka, wenzetu wanachukua biashara zetu. Lakini wao wakijipanga sasa kupitia mafunzo kama haya inawasaidia. Kwa hiyo tumechagua vyombo vya uwakilishi vya wafanya biashara wote wakiwemo wa machinga wakiwemo watu wa, wa CTI ambao ni wazalishaji hao wakiwemo watu wa TCCIA tumekuwa na jumuiya ya wafanyabiashara Tanzania. Tumekuwa na jumuiya ya wafanyabiashara kina bwana na wake kwa, mkoa, kwa, kwa Mwanza. O, wa Mwanza, kwa hiyo wamekuwepo wafanyabiashara mbalimbali ambao wamewakilishwa hapa. Kwa hiyo haya ni ni, ni ni sehemu ya majukumu ambayo tunayafanya ya kuendelea kutekeleza zile fora za Mheshimiwa Rais, ambapo hapa kuna swala zima la kurebuild au kujenga upya utaratibu wa kufanya biashara. Tusifanye biashara kimazoea, na tujipange kwamba sasa tunapokwenda ni changamoto zaidi. Kwa hiyo tunahitajika kuwa na ueledi wa hali ya juu zaidi. Kwa hiyo semina hii imelenga kuwaletea huo ujumbe na hiyo elimu. Ndo maana inaitwa Fair Competition Commission, maana yake tunataka bidhaa zikiingia sokoni kuwe na ushindani, lakini ushindani huo uwe fair. Ndo maana inaitwa fair uwe ushindani wa haki. Eh, unajua ukienda katika baadhi ya nchi mwenye kiwanda anaweza ukamwambia nataka saa kama hii hivi hivi ilivyo, yeye akaenda akakuzalishia saa kama hii akakuuzia shilingi elfu tano. Lakini ukaenda kiwanda kingine ukamwambia nataka saa kama hii akaenda akakuzalishia saa kama hii akakuuzia shilingi milioni moja, katika macho ya kawaida huwezi kujua lakini kiushindani, maana yake kuna mtu ambaye soko lake litakuwa kubwa na mwingine soko lake litakuwa dogo. Na Tanzania ni moja kati ya nchi ambao watu wetu wanapenda sana vitu vya bei rahisi, bila kuangalia quality. Kwa hiyo, ukienda ukimwambia, hii shilingi ngapi? shilingi elfu moja, anasema ah, mimi nataka ile ya 500. Lakini kumbe hiyo valve anayoinunua, baada ya siku tatu imechanika, halafu anatakiwa kanunue nyingine kwa hiyo ndani ya wiki moja atakuwa ametumia hiyo product mara tano tano, mara mia tano unapata shilingi ngapi? Lakini aliyenunua ya, ya shilingi elfu moja au elfu moja mia tano kwa ubora, anakaa nayo miezi miwili au miezi mitatu au miezi minne. Kwa hiyo ndio e, maana mamlaka hii imeanzishwa na serikali ili kwenye soko kuwe na fair competition, kuwe na ushindani wa haki na usawa, sio unaingiza bidhaa hii kumbe ni bandia, unaingiza bidhaa hii kumbe ni feki. Kwa hiyo lakini sokoni product ile bandia inanunuliwa zaidi, halafu kumbe wata hulipi kodi. Yule anayelipa kodi na brand yake ni mzuri, watu wanaona ni bei ghali, awanunui, hatimaye anafunga kiwanda. Kuna wengine wanakuambia hizi bidhaa ni feki mwingine atakwambia bidhaa hizi ni pamba. Kuna mwingine atakwambia kwa wafanyabiashara, bidhaa hii ni namba mbili. Zina majina mengi, tutakuzungumzia bidhaa bandia, lakini kimsingi hizi ni bidhaa zilizotengenezwa kwa kuiga alama za bidhaa mtu mwingine bila ridhaa yake ha, kwa nia ya kulaghai na kuwadanganya walaji, kuingiza kuhifadhi, kusafirisha na kupitisha bidhaa bandia katika Tanzania yetu, sheria imekataza mazingira mazingira hayo. Unapokuwa unainunua bidhaa sokoni, jaribu kuwa mdadisi, hebu ipeleleze ile bidhaa, ichukue iangalie mara tatu tatu, matangazo nayoambiwa kwenye promotion zile bidhaa nazoambiwa ndizo zinatakiwa kuwa sokoni, je, huu ndio muonekano wake? Naenda kununua. Na kwa mwaka huu wa fedha tu, kwa takwimu ambazo tunazo tumeshafanya operesheni za katika kanda ya Ziwa operesheni kumi na mbili katika nembo tofauti tofauti umetajwa simu, sawa simu zishe, kwa mtu anaweka hiyo na na bidhaa zingine tutapitisha, kwa sababu kuna shaje. Hiyo operation ilifanyika Geita na Katoro, lakini na Mwanza pia, mmiliki wa nembo alikuja, tunashirikiana na mtaa mwingine. Kwa hiyo kuzi ina sokoni, tutapitishana baadaye kuona hizo nembo zikoje, tufanye kazi wenyewe. Tunashirikiana na polisi, TRA, TBS, TMDA, BRELA, Village kwa kuenda kukamata taarifa zinaweza zikatoka kwa mmiliki wa lebo lakini taarifa hizo zinaweza zikatoka kwa mdau mtumiaji wa mwisho wa bidhaa, lakini taarifa hizo zinaweza kutoka jeshi la polisi, kwa sisi wote wa timu moja. Kupitia semina hii, kwanza kitu ambacho kita, it, it, it, hii semina itatusaidia sana kwa sababu tutaweza pia kupambanua. Tumeona kwamba wanaelezea kwa habari ya bidhaa, namna ya kutambua bidhaa original na bidhaa feki kwa hiyo itatusaidia pia hata na sisi kuongeza baadhi ya alama, ili kuweza kujitofautisha na wajasiriamali wengine, kiasi kwamba mtu hata kama ataweza kuiba nani, ataka ataweza kuiba kuiba nani, lebo zetu au kujaribu kuiga kama aina ya bidhaa zetu, ili asiweze asiweze asiweze kuiga, ili yani natopa yani, yani situwe tofauti na wengine.